Washa kusikia kwamba kuna Mondi kamtangaza punch tracking. Hapana. Kamtangaza sijui tu Savage. Hapana. Kamtangaza nani Mr. Flavor? Hatukujua. Hatukujua chochote. Hmm. Lakini ambaye tulikuwa tunajua ni kuna Jux, kuna mwanangu divoice, si imekuaje? Divoice naye nakutana naye hapa, nakutana naye Mbezi Chini. Sasa sijajua nini kimetokea, hmm. Ndio sijaelewa. Sasa Jay Melody, Jay Melody, Melody. Hey. Tuko tunajua hivyo tulikuwa tujui, hatufahamu kama kuna Mr. Flavor, mm, hatufahamu -hmm. kama kuna Tiwa Savage, hatufahamu siu kama kuna nani. Kila mtu ameona surprise pale pale, kwa hiyo manaake nguvu ameitumia nani? Mondi mwenyewe kujitangaza. Mambo vipi mtazamaji wa wa, wa Bongo Plus TV kabisa, na kwenye exclusive interview bana, leo niko na ndugu yangu kabisa hapa Idris Kitaa bana, baada ya show ya Diamond kujuzi kati hapa London kutisha, nikasema ngoja nichukue maoni ya ndugu yangu hapa, ananiambia naizungumzaje, baada ya neno kuwa mengi sana, basi nikuje yeah, kama kawaida ndugu yangu kwa, lakini alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu kizazi kabisa, all good, all good, tuko vizuri kabisa. Yeah, yeah, juzi kati tunapiga story bana, ilikuwa ni weekend, kukuuliza bana, ndugu yetu atajaza, ukaniambia bana, mimi sina wasiwasi na si Mba. Kwa, kwa nini ulikuwa na imani hiyo? Nilikuwa na imani, unakumbuka ile mara mwisho tulikaa tukaongea privately, yeah, bila kuojeana yeah, wewe ukaniambia sure. Vipi ukawa, yeah, na wasiwasi anajaza yeah. Ule ukumbi unaitwa unaitwa Royal Albert, umeshanifahamu yeah? Vizuri, ni ukumbi ambao umeanzishwa mwaka 1852 kwa heshima yeah ya, ya ya kifamilia ya kifalme mm, mfalme Albert kumeshafanya ndo kaanzisha ule ukumbi. Yeah. Ule ukumbi wago unafanyikaga matamasha fulani, kuna kitamasha, kuna kitu kinaitwa opera. Unajua mchezo wa opera? Opera ni ile kama wa China wanachezaga kama kamba, si unafanyaga. Eh, ule ukumbi ndo ulikuwa upo kwa sifa yake ile. Kwa hiyo ni ukumbi mkongwe wa kuheshimiwa, lakini pia unafanyika dhifa za, za kiserikali, ndio maana ukiangalia pale umekaa hivi. Ule ukumbi unachukua watu zaidi ya shilingi elfu uh, eh, zaidi ya shilingi tena zaidi ya watu elfu sita. Umeshinifahamu, ule ukumbi unajaa zaidi ya watu wangapi? Elfu sita. Ndio maana viti vyake unakaa kwa hiyo. Mimi nimechungulia nime, nime, nime. Uh, mimi mwanao ni mnyamwezi unajua, yeah, mimi roho yangu iko Bongo, lakini mwili wangu mimi, wewe unajua tena. Hii sio shida zangu e, yani sio ndio mambo yangu, umesikia? Kwao nilikuwa najua kabisa Simba, Diamond anakwenda kuwa mtanzania wa kwanza kujaza ule ukumbi, na kweli kafanikisha kile kitu ambacho kimetokea, kajaza ule ukumbi tochi zimemulikwa na watu wamekuja dance floor. Ule ukumbi ukicheza opera, maana yake opera ni mziki fulani wa kistaarabu, wakikacha watu wanakaaga huku tu kwenye viti kwenye majukwaa, lakini watu wameingia mpaka juzi pale, wanaimba na mondi pale, nasema y Sema, oh, oh. Kama Mbagala vile, ah, kama Mbagala vile. E. Mate chini wewe. Bana, bana, kusema lakini, ngoja nikuulize ni kitu kimoja. Sisi tunaifahamu show zaidi ya mwezi mmoja yes, uliopita. Mm -hmm. Washa kusikia kwamba kuna Mondi, kamtangaza Patoranking, kamtangaza sijui Tiwa Savage, kamtangaza nani Mr. Flavor? Hatukujua, hatukujua chochote mm, lakini ambaye tulikuwa tunajua ni kuna Juxi, kuna mwanangu divoice si mekuaja yeah, divoice naye nakutana na naye hapa nakutana naye mbezi chini. Sasa sijajua nini kimetokea ndio. <laughs> Sijaelewa sasa, Jay Melody. Jay Melody. Yeah. Tulikuwa tunajua hivyo tulikuwa tujui atu, atu, atu, atu, atufahamu kama kuna Mr Flavor atufahamu kama kuna Tiwa Savage, atufahamu sio kama kuna nani. Kila mtu ameona surprise pale pale. kwa hiyo maana yake nguvu ameitumia nani? Mondi mwenyewe kujitangaza kwamba ilikuwa one man show. La, ukitokea hapo maana yake labda ni ni msanii ambaye alitangazwa pekee ni Jux, J Melody ambao J Melody alitokea Jux kafanya kapiga show umenielewa vizuri. wale wengine wote situmeona kama surprise. Bro, surprise kama ile unampataje hivi? Uh, Mondi kama kweli angekuwa anawalipa wale wa Nigeria kumtoa Tiwa Savage, kumtoa kumtoa Nigeria kumpeleka Londoni bla, Tiwa sio msanii mdogo. Tiwa kaanza kutoka, ni msanii mkubwa yule dada. Mpaka sasa anakwambia nimesha nimeshachoka mapenzi, ogopa. Mtu anakwambia mwanamke, amekwambia nimeshachoka mapenzi, yani ana hisia yoyote? Ogopa, manake ni mkongwe huyo, ushanifahamu vizuri. Mwisho wa siku, tunakuja kumwona Tiwa pale pale, tunakuja kumwona uh, uh, nani, nani. M pale pale yeah, yeah, yeah. Akapiga pale no? Vipi bana special request kwa, uh, uh, kwa mzee wetu uh, babake mkwe na Juksi aanasapoti vijana tu, yani nitakuwa na, na, yani huna shida yeah. Lakini katusaidia mm. Kwa hiyo ni kama ile show ah, ni sawa, lakini sasa hivi ukizungumzia bro, one of the best top artists in Africa. Diamond Platnumz among of them. Ndio maana hata Nigeria wenyewe Tiwa, wakina nani, wakina Mr Flavour wanamheshimu respect, wanamheshimu, wanamheshimu Diamond bro, ana endorsement ngapi? Tunakaa sasa hivi, tunazungumza, ogopa mtu ambaye anapiga private jeti anapiga private jet kasafirisha. Hapa kuna mpombavu mmoja ndiye anaitwa Trigger, kasafirishwa hapa, kaondoshwa ka, ka, ka, kapelekwa, unajua zile si? anasafiri kweli huyo. Nigeria Uganda, eh hey, tiketi ya London bro, so poa. kwa nini watu hawafiki? sio tu visa kupata tiketi ya kule London ama Marekani ni shughuli. kuna sehemu kaenda kupiga tena show, panaitwa Gross Gross nini Gross loss, si panaitwa eh yeah. hey. Huo ni mji ni Scotland. Kwa sisi ambao tumetembea kuna yeah. mataifa pale, yani yeah. Uingereza ndio imeunganisha naye Scotland pale. Eh eh. Ile Scotland sio namba hmm. Fidiki ushakwambia kabisa yeah. I'm the king of Scotland. Ah. Ah. <laughs> Wewe bwana. <laughs> Acha kujiita ile. Scotland, huko yeah. Scotland kumkuta. Yani mimi ndio mweusi kule. Ah, usinambi. Yaani unavyoniona mimi ndio mweusi kule. Kule kule wazungu tupo. Oh, so poa ni wazungu kule. Unaoimbia. Yaani yeah. unajua zile. Yeah ndio katika namna ya maisha, namna ya utafutaji. Sasa hivi ninavyokuambia, one of the best uh, musician from Africa, mm -hmm. Diamond ni ndio maana hata wanigeria wenyewe sasa hizi wameanza kumkubali, wasingekubali wasanii wote wale hivi. Mr. Flavour namjua, alipiga sawa, sawa, sawa sawa, wale jambo hiyo watu wanapiga hash kwenye marusi yote, ni nyimbo ya kwake, lakini yeah, sasa hivi ishakuwa ishafamilia kabisa, eh hey, Tiwa Savage hmm. Lakini hapo hapo nimeona kuna mjadala ambao umeanzishwa mwingine kwamba Baba Levo ndo ameutoa huo, akasema kwamba juzi Harmonize alipanda ni, ni, private jet ile mm -hmm. Alikuwa anaelekea kwenye show moja hivi na alikuwa na, na na, Mario pia mm -hmm. watu na kama wana, wana, wana, wana, wana wanaikejeli ile ile private jet, wanaita wana, ni wana Avieta wanamwiga yani... mm uh, alipanda Harmonize na na, na, na na Mario mm -hmm. na alikuwa pana mmoja kupia ndani watu na mtandao inataniwa sana ile I, ile ni sawa ile, ah na ni kujishusha pia msanii mm -hmm. unajua tukizungumzia private jet Umuona Mondi tajiri yeah. ndege zake ambazo zinataka private jet. Mm. Zile za Vieta, uh, mimi na wewe uh, V tunafahamu tunenda Zanzibar kila siku. Ndio yeah, kweli. Watu wezi kuita private jet, mimi namuona rubani mbele. Kwanini? <laughs> <laughs> kwa ba? vie vindege tunavijua bwana. Yeah, yeah. Mimi namuona rubani ndio. Yaani naweza kambia rubani, punguza sauti. Unajua zile. Wewe unajuaga vitu vyetu vinavokaaga vile tena kikipita katikati ya bahari, kina kani ya mvutano kinavuta hivi. Jet tu iheshimiwe. Haiwezekani ti mimi namuona rubani mbele, hey.